Binti, uh, binti unataka kuolewa, basi jitambue kama. Sasa, ume, sasa umekuwa binti wa kuolewa. Wewe husomi shule, umemaliza, umri umefika. Kaa mkao wa kuchumbiwa. Kuna mkao wa kuchumbiwa. Mm, haleluya. Kaa kwenye target. Haleluya. Jikubali patikana. Tunaambia mabinti be, be available but not touchable lakini usiguswe patikana. Acha kiburi, salimia watu, tabasamu, tembea kimkakati, karibuni nyumbani, ongea vizuri na watu. Patikana. Sasa wewe unajidai Stela Bogo, na haraka, nimetumwa na mama. Utatumwa sana na mama yako.